Siku wa saa tano sita hivi kuelekea sita tulipigiwa simu kwamba kuna tukio la mtu mmoja ame alikuwa anaendesha bajaji yenye abiria watatu. Aa, bajaji yake ilikuwa imezama. Kwa hiyo tumefika pale tukawakuta wale abiria tukawaokoa, e, tukaweka tuka kwenye gari letu la kubeba wagonjwa tukawakimbiza Hospitali ya Kitete, na bahati mbaya yule mwenye bajaji mwenyewe alikuwa ame, amekimbia akawaacha abiria zake. Kwa hiyo baada ya kuwapeleka wale Kitete kule, tukarudi tena kwa ajili ya bajaji ile kuiokoa, ilikuwa ime, imezama kabisa. Kwa kwenye saa saba hivi nane tukafanikiwa kuitoa bajaji tukaileta iko kituoni kwetu, ndio hii hapa, imeharibika kwa kweli kwa hiyo hali ndio hivyo. Wale abiria walikuwa ni wakina mama wote watatu hmm. Mmoja uh, uh, uh, anaonekana alikuwa mja mzito. Hali zao hazikuwa mbaya sana, lakini ile paniki na nini, yaani anayejua hali ni mbaya sana ni watu wa afya. Lakini pale tulikuwa walikuwa katika hali sio mbaya sana t um, maelezo ya juujuu wangu ni watu kuendelea kuwa makini ni kukosa umakini kwa sababu anajua kabisa eneo lilo lilivyo maji anayona alivyo mengi, lakini anathamini fedha zaidi habiria, o, o kwa sababu wale abiria wamempa fedha kwa ajili ya kuwafikisha nyumbani ye, badala ya kuambia ukweli kwamba hapapitiki akathamini fedha akaingia. Majanga ndio hayo. Kwa hiyo nazidi kusisitiza wananchi, kipindi hiki ni kipindi cha mvua kubwa na leo asubuhi nimesikia ni, ni watu wa TMA wakisema mvua pia zitaendelea kuwa nyingi kidogo. Kwa hiyo ni vema watu hayo makini sana sio tu usiku, wakati wote waendesha vyombo vya moto pamoja na wananchi kwa ujumla, hata watembea kwa miguu. Huwezi kujua ili dimbu limejichimba kiasi gani. Kwa hiyo nashauri watu hayo makini. Nilikuwa na abiria tukielekea Malolo tulivyoingia mbele tukakutana na maji. Baada ya kukutana na maji tukageuza ili kupata mwafaka mwingine. Tunakaribia kufika barabara ya lami tukakutana na maji tena mengine ambayo yalikuja kwa ghafla na kusababisha kutuzoa na kutuingiza mtaroni. Ilikuwa, ilikuwa sa... usiku wa saa nne inaendea saa tano usiku. Basi tulivyoingia humo, wakapatikana wasamaria mwema wawili bodaboda, wakaja wakatoa msaada. Baada ya hapo, dakika kadhaa azikuchukua muda, wakaja fire wakatoa msaada zaidi ya kunibebea wagonjwa wangu na kuwapeleka hospitali. Lakini mpaka sasa hivi wagonjwa wako vizuri na wanaendelea vizuri, na chombo cha usafiri tayari walikitoa usiku ule ule, na nawashukuru sana kwa hilo.